Mheshimiwa Spika, naomba kutoa maelezo ya mwanasheria mkuu wa serikali kuhusu hoja ya serikali ya bunge kuthibitisha uteuzi wa waziri mkuu. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya serikali naomba kuwasilisha maelezo kuhusu hoja ya serikali ya kuthibitisha uteuzi wa waziri mkuu katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Spika, nakushukuru sana kwa kunipa fursa hii kwa mujibu wa kanuni ya 33.2 ya kanuni za kudumu za Bunge za mwaka 2025 ili niwasilishe hoja ya serikali kuomba Bunge lako tukufu limthibitishe waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aliyeteuliwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa ibara ya 51 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977. Mheshimiwa Spika, kabla sijatekeleza jukumu hili la kikatiba, naomba nianze kwa kumshukuru na kumtukuza Mwenyezi Mungu kwa kutujaalia uhai na karama mbalimbali, hivyo kutuwezesha kutekeleza majukumu yetu kwa ufanisi kama tunavyomwomba kila siku ya shughuli za Bunge, ambapo pamoja na mambo mengine katika dua yetu tunamwomba Mwenyezi Mungu aibariki nchi yetu, idumishe uhuru, umoja, haki na amani. Mheshimiwa Spika kwa mujibu wa ibara ya 62 na 63 za Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 Bunge letu lina sehemu mbili, yaani sisi wabunge ni sehemu ya kwanza na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni sehemu ya pili. Mchakato wa demokrasia umeamua kwa dhahiri kabisa kwamba Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ni chaguo la walio wengi katika nafasi ya uraisi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hivyo basi, napenda kuchukua nafasi hii kumpongeza kwa dhati kwa kuchaguliwa kwake kwa kura nyingi za kishindo kuiongoza nchi yetu kwa kipindi kijacho kwa kipindi kijacho cha miaka mitano. Pamoja na yeye, nampongeza Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel John Nchimbi aliyechaguliwa kwa tiketi moja na Mheshimiwa Rais kuwa makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Aidha, naomba nitumie fursa hii kumpongeza Mheshimiwa Dkt. Hussein Ali Mwinyi ambaye wananchi wa Zanzibar wamemchagua kuwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Wananchi wa pande zote mbili za muunga, za Jamhuri ya Muungano wametamka kwa kura zao na wameonyesha imani yao kubwa kwa viongozi wao kwamba wataendelea wataendeleza mafanikio ya kiuchumi na kijamii yaliyokwisha kupatikana, wataendeleza mazingira ya amani na utulivu na, na pia watadumisha Muungano wetu umoja wa wananchi wetu na mshikamano baina ya wananchi wote wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Spika, aidha, napenda kutumia fursa hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuniamini na kuniteua tena katika nafasi hii ya mwanasheria mkuu wa serikali. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa baraka zake na namwomba anipe busara, afya njema na ustahamilivu ili niweze kutekeleza majukumu niliyokabidhiwa. Nitaendelea kutekeleza majukumu yangu ya kikatiba na kisheria na kuzingatia katiba na sheria za nchi yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa uaminifu na kwa uwezo wangu wote kwa mujibu wa, wa viapo nilivyoapa. Mheshimiwa Spika, Naomba pia kukupongeza wewe binafsi kwa kuchaguliwa na wananchi wa jimbo la Ilala ili we mbunge wao wa kipindi kingine cha miaka mitano. Naomba nikupongeze pia kwa kuchaguliwa kuwa spika wa Bunge la kumi na tatu. Uzoefu na umahiri uliouonyesha katika Bunge la kumi na mbili ukiwa naibu spika, katika kusimamia na kuendesha shughuli za bunge ndio uliotupa imani sisi wabunge kukuchagua kwa kura za kishindo. Mheshimiwa Spika, naungana na wabunge pamoja na wananchi wa Tanzania kukutakia kila laheri katika utekelezaji kwa majukumu ya kuongoza muhimili huu wabunge kwa mafanikio. Mheshimiwa Spika, napenda pia kuwapongeza waheshimiwa wabunge wote mliopata nafasi ya kuingia bungeni. Nawatakia kila laheri katika utekelezaji wa majukumu yenu ya uwakilishi uwakili, wa wananchi kupitia chombo hiki kitukufu. Mheshimiwa Spika, baada ya pongezi hizo, sasa naomba kutoa hoja kwa mujibu wa kanuni ya 33.2 ya kanuni za kudumu za bunge kuliomba bunge lako tukufu lithibitishe uteuzi wa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania uliofanywa na mheshimiwa rais kwa mujibu wa ibara ya 51 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka elfu moja mia tisa na sabini na saba. Mheshimiwa Spika, kama waheshimiwa wabunge watakavyokumbuka, ibara ya hamsini na moja mbili ya katiba ya Jamhuri ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inatamka kwamba mapema iwezekanavyo na kwa vyovyote vile ndani ya siku kumi na nne baada ya kushika madaraka yake rais atamteua mbunge wa kuchaguliwa katika kutoka jimbo la uchaguzi anayetokana na chama cha siasa chenye wabunge wengi zaidi anayeelekea kuungwa mkono na wabunge walio wengi kuwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, naye hatashika madaraka hayo mpaka kwanza uteuzi wake huo umethibitishwa na bunge kwa azimio litakaloungwa mkono na kura za wabunge walio wengi. Mheshimiwa Spika, kama ulivyoliarifu bunge lako hili tukufu, Mheshimiwa Rais amemteua Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameki Nchemba. Rais amemteua Mheshimiwa Dr. Mwiguru Lameki Nchemba kuwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwanza, Mheshimiwa Dr. Mwiguru Lameki Nchemba ni mbunge wa kuteuliwa, ni mbunge wa kuchaguliwa kutoka jimbo la uchaguzi la Iramba Magharibi. Pili, Mheshimiwa Daktari Mwiguru Lameki Nchemba anatoka Chama cha Mapinduzi ambacho kwa mujibu wa matokeo ya uchaguzi mkuu uliofanyika Tare 29 Oktoba 2025 yaliyotangazwa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, ndicho chama chenye wabunge wengi zaidi. Na tatu, kwa mujibu wa masharti ya ibara hiyo ya 512 ya katiba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 lakini pia anahitaji mtu hodari, anahitaji mtu anayejituma, lakini mtu mwenye busara, lakini mtu mwenye upeo mpana wa uelewa wa mambo na mtu aliye na uwezo wa kubeba majukumu mengi bila ya kutetereka. Mheshimiwa Spika, madaraka hayo yanahitaji mtu makini katika kulinda na kutetea katiba ya nchi, sheria, kanuni na taratibu. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Rais amewasilisha jina la Mheshimiwa Dkt. Mwigulu Lameck Nchemba ili lithibitishwe na Bunge, na kwa sababu anafaa na ana sifa zote hizo nilizozitaja hapo awali. Mheshimiwa Spika, nikianza na swala la uchapakazi, Mheshimiwa Dkt. Mwigulu Lameck Nchemba sio mgeni kwa waheshimiwa wabunge lakini pia sio mgeni kwa wananchi kwa ujumla. Historia yake katika nyadhifa mbalimbali alizowahi kuwa nazo zinalithibitisha hili ninalolisema. Watu wengi ikiwa ni pamoja na waheshimiwa wabunge wanaufahamu uwezo wake wa kufanya kazi kwa muda mrefu bila kujali saa za kawaida za kufanya kazi. Wanaofahamu vile vile uwezo wake wa kujituma usiku na mchana bila ya ulalamishi. Uwezo wake huo umejidhihirisha katika muda wote aliyoshika nyadhifa mbalimbali za uongozi wa umma ndani ya serikali na katika taifa kwa ujumla. Mheshimiwa Spika, pamoja na nafasi nyingine alizoshika katika utumishi wa umma nizitaje hizi kwa uchache. Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba amewahi kushika nyadhifa mbali, nafasi mbalimbali katika Baraza la Mawaziri zikiwemo nafasi ya naibu waziri wa fedha na mipango. Aliwahi pia kuwa waziri wa kilimo, lakini pia aliwahi kuwa waziri wa mambo ya ndani ya nchi lakini Mheshimiwa Dkt Mwiguru Lameki Nchemba aliwahi kuwa waziri wa katiba na sheria. Na Mheshimiwa Dkt Mwiguru Lameki Nchemba, wazifa wake wa mwisho alikuwa waziri wa fedha, kazi ambayo ameifanya kwa umahiri mkubwa. Aidha, Mheshimiwa dkt. Mwigulu Lameck Nchemba, tukiachana na nyadhifa hizo chache nilizozitaja, miongoni mwa nyadhifa alizowahi kushika ni mchumi mbobevu mwenye shahada ya uchumi, mwenye shahada ya uzamivu yani doctor of philosophy katika masuala ya uchumi. Mtakubaliana na mimi kuwa kwa uzoefu na ubebevu huu wa kitaaluma, Dr. Mwigulu Lamek Nchemba ni mtu sahihi kwa nafasi hii ya waziri mkuu. Mheshimiwa Spika, Waheshimiwa wabunge, watakubaliana nami kwamba Mheshimiwa Daktari Mwigulu Lameck Nchemba ni mtu mwenye busara nyingi. Kama ilivyo kawaida kwa watu wa aina wa yake, ni msikivu wa hali ya juu anapokumbana na tatizo lolote, anashaurika na upokea ushauri kwa mikono miwili, lakini vile vile ana uwezo wa kuchambua na kupima hoja mbalimbali. Upeo wake mpana na uelewa wa mambo katika kufikia maamuzi umejidhihirisha katika utumishi wake wa umma. Mheshimiwa Spika, naziwasilisha sifa hizi kwenu ili sote kwa pamoja tumthibitishe Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba aweze kuyabeba majukumu yote yanayoendana na wadhifa wa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwani anaweza kuyahimili. Mheshimiwa Spika, baada ya kueleza hayo yote, sasa kwa heshima na taadhima, naliomba bunge lako tukufu lithibitishe uteuzi wa Mheshimiwa Dkta Mwiguru Lameki Nchemba, mbunge wa jimbo la uchaguzi la Iramba Magharibi uliofanywa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ili aweze, ili awe waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kupitisha azimio la Bunge. Azimio lenyewe ni kama ifuatavyo na nitalisoma. Azimio la Bunge la kumthibitisha waziri mkuu chini ya ibara ya 52 ya katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania na kanuni ya 332 ya kanuni za kudumu za Bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania. Kwa kuwa ibara ya na moja moja ya katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 inaeleza kwamba kutakuwa na waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania atakayeteuliwa na rais kwa kufuata masharti ya ibara hii ambaye kabla ya kushika madaraka yake ataapa mbele ya rais na kwa kuwa tarehe 31 Oktoba 2025 tume huru ya taifa ya uchaguzi ilimtangaza Mheshimiwa Dr Samia Suluhu Hassan kuwa mshindi wa kiti cha rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika uchaguzi uliofanyika tarehe 29 Oktoba 2025, na kwa kuwa Mheshimiwa Dr Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aliapishwa tarehe 3 Novemba 2025 na kushika madaraka ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na leo hii tarehe 13 Novemba 2025 ni siku ya kumi tangu rais aapishwe kushika madaraka ya urais, hivyo muda huo ni ndani ya siku kumi na nne zilizotakiwa na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Chama cha Mapinduzi kimepata wabunge wengi zaidi kuliko wabunge wa vyama vingine vinavyowakilishwa Bungeni, na hivyo rais anayo haki ya kumteua waziri mkuu kutoka miongoni mwa wabunge waliochaguliwa katika majimbo ya uchaguzi, miongoni mwa wabunge wa Chama cha Mapinduzi. Na kwa kuwa Mheshimiwa Rais amekwisha mwarifu Mheshimiwa Spika kwamba amemteua mheshimiwa Dr. Mwiguru Lameki Nchemba, mbunge wa jimbo la uchaguzi la Iramba Magharibi kupitia Chama cha Mapinduzi kuwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na mheshimiwa Spika amekwisha wasilisha jina hilo katika bunge hili tukufu, na kwa kuwa ibara ya 5m inaeleza kwamba waziri mkuu aliyeteuliwa hata shika madaraka hayo mpaka kwanza uteuzi wake huwo umethibitishwa na Bunge kwa azimio lililoungwa mkono na kura za wabunge walio wengi. Kwa hiyo basi, kwa kuzingatia masharti ya ibara ya mbili ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania linaazimia kama ifuatavyo, kwamba Mheshimiwa Dkt. Mwigulu Lameck Nchemba mbunge wa kuchaguliwa kutoka jimbo la uchaguzi la Iramba Magharibi, na ambaye ameteuliwa na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano amethibitishwa na Bunge kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa kanuni ya 33 mbili ya kanuni za kudumu za Bunge za mwaka 2025. Mheshimiwa Spika, kwa heshima na taadhima naomba kutoa hoja.